Siku ya giza ya Ayubu katika maisha yake, marafiki waliokuwa wazuri wambao walitembea na Ayubu walijivuna na Ayubu wali, lakini wakaanza kukaa chini. They began sitting down na kumsengenya Ayubu, hii mambo yote inampata kwa sababu yeye ni mwenye zambi.

ambao tuko nao ni wakati tunakula ugali pamoja, na wakati tunacheka nao, wakati tunaenda kununua nyama choma, utajiona kama umezungukwa. Lakini ingia kwenye giza, ndio hapo utajielewa kitu cha ajabu. The wakati wa giza, hata kivuli chako kinakukimbia. Hata kivuli chako kinakimbia, kwa sababu ni wakati

Rafiki wa kweli ni Yesu peke yake. Marafiki tunao wategemea tunaowategemea, wanatupenda wakati tuko sawa, lakini wakati hatuko sawa, wanatucheka wanatudharau wanatusengenya. Rafiki wa kweli anaitwa Yesu, anaitwa Yesu. Huyo ndio rafiki wa kweli ambaye anakukumbatia wakati unatoka harufi swelling, watu wote wanakukataa, lakini yeye anakukumbatia. Rafiki wa kweli ambaye ni Yesu. Chana na marafiki najaza simu marafiki mia tatu mia tano 300 friends. Na unakaa chini unajisifu, unajipigia makofi, unashindwa kusoma Biblia, unaangalia na kila saa unarudishia unarudishia mpaka saa nane za usiku. Uko na rafiki huyu, uko na rafiki huyu, uko na huyu rafiki. Achana na hiyo upuuzi. Achana na hiyo. That is nonsense. Tafuta mu